Kwenye sayari ya Yautja Prime, kiumbe mdogo anaitwa Deck yuko kwenye mazoezi. Anatumia vifaa mbalimbali mbali kusafiri hadi anaingia kwenye pango ambapo skana yake inamwambia kaka yake amejificha karibu. Deck anashambulia nyuma yake kwa upanga, lakini kaka yake Kwei anazuia pigo hilo kwa wakati. Ndugu hao wanaanza kupigana huku Kwei akimtania Deck na kumkumbusha kutumia pango kwa faida yake. Mapanga yanagongana wanapozunguka pangoni kote, na hatimaye Kwei anamweka Dek kwenye kona, lakini hamuui Dek anapokataa kukubali kushindwa. Kwei anakata nguzo wanayoisimamia na Dek anaanguka shimoni. Anajishikilia ukutani, anapanda juu na kumshambulia Kwei tena. Baadaye kwenye meli yao, Kwei anamwambia Dek achague windo ili apate heshima kwenye ukoo wa Yautja. Deck anataka kwenda sayari ya Jenna inayojulikana kama sayari ya kifo, ili kuwinda dubwana asiyekufa anayeitwa Kallusk. Hata baba yao anamwogopa mnyama huyo, na ndiyo maana Deck anataka kumuinda. Amechoka baba yake kumwona kama dhaifu. Kwei hakubaliani naye, lakini Deck anaapa. Na wakati huo baba yao Njar anarudi na Deck anamkaribisha kwa heshima. Njar anashangaa kumwona Dek yuko hai, akifichua kuwa alimwagiza Kwei amuue Dek kwa sababu ni dhaifu sana. Hata hivyo Kwei anaona Dek anastahili nafasi. Njar kwa hasira anatupa kifaa cha kumkamata Dek na kumwamuru Kwei amuue sasa, lakini badala yake Kwei anamfungua Dek na kumrushia kwenye meli ili yatoroke. Kwei anawasha ngao yake kumlinda mdogo wake dhidi ya mashambulizi ya baba yao. Kwei anafunga meli ili deka sitoke, kisha anaanza kupigana na Njar na kumpora silaha haraka. Njar anatumia koti lake la kujificha lakini Kwei anaendelea kupigana naye hadi Njar anamchoma kisu mkononi na kumkata mkono. Njar anamwangusha mwanaye chini na Kwei anajaribu kufikia mkono wake badala ya upanga. Njar anamuita dhaifu na kumchoma kisu, hivyo Kwei anatumia nguvu zake za mwisho kuwasha meli ili deka ende zake. Deck anashuhudia Njar akimchinja Kwei wakati meli inapaa na kumwangusha Deck kwa nguvu ya mwendo kasi. Baadaye, Deck anaamshwa na kengele ya hatari. Meli imeharibika na inaelekea kugonga sayari ya Jena. Deck anajirusha na kiti chake na kuanza kuanguka kwa kasi kwenye anga la Jena. Ndege anakaribia kumgonga lakini anawasha ngao. Anaanguka msituni na kunguruma kwa hasira. Akiwa ameamiria kumpata mnyama yule, Deck anakagua silaha zake. Ghafla anastuliwa na kelele na kuanza kuangalia eneo hilo. Kiumbe kama mzabibu kinamshambulia na kuiba silaha yake moja. Deck anapojaribu kutumia upanga, mzabibu mwingine unamshika mkono, analazimika kuukata huku wa kwanza ukitoroka. Mizabibu zaidi inatokea na kumkokota ardhini. Deck anatumia upinde wake kumpiga anayemvuta na kupiga ngumi mzabibu mwingine. Anakimbia kuchukua upanga wake na kukata mizabibu inayoshambulia lakini inazidi kuongezeka na kushambulia kwa pamoja. Deck anaruka juu ya mzabibu mmoja na kukimbia juu yake hadi kilele cha mwamba. Hapo anaona mandhari ya kutisha ya sayari hiyo. Deck anaosha jeraha lake mtoni na kutafuta mmea wa dawa unaweza kuwa bomu. Anapata mdudu kwenye jani ambaye akitupwa analipuka. Kisha anaenda kumtafuta Kallusk kwenye uwanja mkubwa, anakuta mimea mekundu inayotoa sauti, inaikwepa anasikia sauti na kuona Thea amenaswa kwenye kiota kikubwa. Thea anatumia kifaa cha kutafsiri lugha na kusema yeye ni synthetic au roboti. Ghafla ndege mkubwa anatokea na kutupa jiwe kwenye mimea mekundu yale, mimea inalipuka na kutoa miba na moshi mekundu, ambapo Deck anaikwepa. Thea anaeleza miba hiyo inapowezesha ili ndege amlee Thea. Anaomba msaada Deck, anakataa akisema yauti wanawinda winda peke yao, na Thea anahisi Deck anatafuta Kallusk. Ndege anatupa mawe zaidi na Deck anapigwa na miba anaanza kuhisi kizunguzungu na kumtupia Thea kisu kabla ya kuzima. Ndege anapotaka kumla Deck, Thea anamuua ndege huyo kwa kisu. Baadaye Deck anaamka na kukuta Thea amempa dawa. Deck anaona Thea hana nusu ya mwili wake, yaani hana miguu. Thea anaeleza alitumwa na kampuni ya Weyland Yutani, lakini Deck hamjali na kumdondosha. Thea anamwambia Yautja wengi wamekufa wakimtafuta Kallusk, lakini yeye anajua pango lake wakisainiana yeye atapata miguu yake na Deck atapata windo lake. Deck anatambua Kallusk ndiye aliyemharibu Thea, lakini bado hana hamu. Lakini Thea anapojiita kifaa cha muhimu, Deck anakubali kumbeba. Wakiwa njiani, Thea anaongea sana. Mtoni wadudu wanarusha tindi, kwa hivyo Deck anambeba Thea ili kukimbia haraka. Njia imezibwa. Thea anatumia nafasi hiyo kumfunza Deck, anatupa tunda linalonata, wadudu wanakimbilia tunda na kuacha kuwashambulia wanavuka na Deck anakata mizabibu ili kumfunga Thea mgongoni mwake vizuri. Usiku wanapiga kambi. Thea anasimulia jinsi timu yake ilifika miaka miwili iliyopita na yeye kunaswa kwa wiki mbili. alihumaini dada yake Tessa atamwokoa kwa sababu wana hisia kubwa. Deck anaona hisia ni udhaifu, lakini Thea anaona ni faida. Thea anaeleza jinsi Tessa alivyomtoa nje siku Kallusk alipowashambulia. Wakati huo huo, inaonekana Tessa anafanana kabisa na Thea. Tessa anafanyiwa ukarabati Kompyuta inamkumbusha Tesa kuwa lengo ni kumkamata Kallusk. Kompyuta inagundua uwepo wa Yaudja na Tesa anaambiwa Thea ametekewa. Asubuhi Dek anawinda na kukutana na nyati wa mifupa. Anagundua uwanja umejaa nyasi kali kama warebe. Kiumbe mdogo anaruka kwenye miti na kutua karibu nao. Dek anamgurumia kiumbe, ananguruma pia. Kiumbe huyo anamfuata nyati kwenye nyasi kali bila kuumia, na Dek anaruka juu ya miti kumfuata nyati. Jiwi linavunjika, Deck anatumia kisu kuzuia wasianguke kwenye nyasi kali. Deck anamrukia nyati na kumchoma lakini anarushwa. Kiumbe huyo anashindana na Deck kumwinda nyati na kusababisha Thea kubanywa banywa. Mwishoni, Deck anamshika kiumbe huyo shingoni. Nyati anapokuja mbio, Deck anatupa upanga wake na kuushikilia mdomo wa nyati wazi na upanga unamkata nyati katikati. Deck anashereheka, lakini ulimi mrefu unamnyanyua juu. Wamekamatwa na mdudu mkubwa au luna bug. Kabla hawajali, yule kiumbe mdogo anaruka mdomoni mwa mdudu huyo na kuvunja meno yake kwa ngozi yake ya ngumu. Mdudu anamtema na kuondoka. Deck anakata mti ili kuutumia kama daraja. Mdudu anamkamata kiumbe mdogo, lakini Deck anamrukia mdudu huyo kichwani, anamuua kwa upanga. Tessa na timu yake wanatafuta Thea, wanapata chombo cha Deck na kuchoma mizabibu kwa moto. jioni Deck na Thea wanapiga kambi. Yule kiumbe mdogo bado anawafuata na kuiga matendo ya Deck. Thea anampa kiumbe jina Bad na Deck anagawa nyama. Thea anauliza kuhusu familia ya Deck. Deck anasimulia kilichotokea lakini hataki kuomboleza. Thea anasema Tessa ni kama dada yake. Usiku wa manane, Tessa anapata meli ya Deck iliyoanguka. Anachukua silaha zake ikiwemo graneti la kugandisha. Asubuhi Deck anaondoka na Thea na kumwacha Bad, akisema anawinda peke yake na Thea ni kifaa tu. Thea anamweleza kuwa kwa mbwa mwitu kiongozi siyo anayewinda zaidi, ni yule anayelinda kundi. Deck haelewi, anataka kuwa muuaji mkuu. Wanafika kwenye kambi ya Thea iliyoharibiwa na Kallusk. Thea anapata miguu yake na kuanza kujitengeneza. Anamshukuru Deck na kumtaka aondoke kwa sababu wamewaita wenzake. Pia anasema timu yake inamtafuta Kallusk. Deck anakataa kuondoka, anataka heshima. Deck anawasha moto wa mafuta ili kumvutia Kallusk. Kallusk anatokea na kumpiga Deck. Deck anapigana naye, anamkata tumbo na kukata mkia, lakini mkia unaota tena na majeraha yanapona haraka. Kallusk anamrusha Deck kwenye mashine ya kutengeneza na miguu ya Thea inaanguka. Deck anajinasua kwa kukata ulimi wa Kallusk. Mapigano yanaendelea wakati Thea anajaribu kuchukua miguu yake. Thea anaona bunduki na kumpiga Kallusk ili kumwokoa Deck. Deck anafunga mnyama huyo na mnyororo na mashine inamvuta nyuma. Deck anatumia bunduki ya Thea, kisha anamfungia Kallusk mlango. Anakimbia juu ya mwili wake, anaruka na kumkata kichwa, lakini kichwa kinarudi na kuunga. Kallusk anamkandamiza Deck chini, anamwonja kwa kumnusa na anaacha kumshambulia. Ghafla Tesa anatupa graniti la barafu na kuwagandisha wote. Baadaye Dek anaamka akiwa amefungwa kwenye meli ya Tesa. Fia ameunganishwa na mashine na Tesa amesoma kumbukumbu zake. Tesa anamdharau Dek kwa kuwa hai na kusema kuwa mali ya kampuni ni heshima. Tesa anampongeza Fia kwa kupata sampuli mbili, anaanza kumfanyia Dek majaribio yanayomuumiza Fia anajaribu kumtetea. Fia anashauri wamwache aende Tessa anaweka nyaya ya kichwani mwa Deck zinazomuumiza sana. Thia anazima mashine na kusema wanapaswa kuwa zaidi ya roboti, anataka wawe dada, lakini Tessa anasema hakuja kumwokoa Thia bali Kallusk. Tessa anamwita Thia mbovu. Tessa anaondoka kupokea simu na kuamuru Thia afungiwe. Kwa vile mlinzi haelewi lugha ya Yautja, Deck anamwomba Thia amfanye mlinzi afungue kifaa chake. Thia anamwingiza mlinzi mkenge kwa kifani ya amani, mlinzi anapokifungua kichwa chake kinalipuka. Thea anamweka huru Deck na kengele inalia. Thea anafungua mlango na Deck anaruka kwenye maporomoko ya maji kutoroka. Baadaye Deck anapata meli yake iliyoanguka na kujitibu, lakini hana silaha. Anakumbuka maneno ya Thea kuwa mbwa mwitu bora ni anayelinda kundi. Anaamua kutumia silaha za asili kama nyasi kali na miba. Anapata mdudu wa tindikali. Anakutana na Bad na kumnusa mate yake, anagundua Bad ni mtoto wa Kallusk ndio maana aliokolewa. Hivyo anajipaka mate ya Bad anamwachia miguu ya Thea ili ifuate mwili wake. Kwenye kambi ya Tesa, Deck anavamia akiwa amevaa mifupa ya nyati. Miguu ya Thea inafuata. Ishara ya Thea, miguu hiyo inawashambulia walinzi kwa msaada wa Deck. Bad naye anasaidia kuua walinzi. Tesa anaripoti kwa kampuni kuwa wanarudi kwa Kallusk, anasema Deck amekufa. Deck anaendelea kuua walinzi kwa kutumia silaha za asili anamuua mlinzi mwingine kwa kutumia mzabibu. Miguu ya Thea inafika kwenye sanduku na kumuua mlinzi. Thea anaamka lakini anajifanya amelala. Walinzi wanapokuja, miguu inampiga mlinzi na Thea anaruka kupigana. Wanashirikiana na kuua walinzi. Deck anafika na kukuta sanduku tupu. Mlinzi anataka kumshambulia nyuma lakini Thea anamuua. Thea ameunganishwa na miguu yake na kushangaa kumwona Deck, ambaye anakiri amerudi kwa ajili yake kama mbwa mwetu mfahari Deck anataka kumwachia Kallusk ili kuungane na Bad. Kengele inalia na Tesa anaamuru meli iondoke. Walinzi wanampata Deck lakini analipua kwa kutumia wadudu. Tesa anatokea na suti kubwa ya vita na kumuua mdudu wa tindikali wa Deck. Tesa anashambulia kwa msumeno lakini Deck anakwepa. Thea anajaribu kumfikia Kallusk lakini amefungwa. Thea anamuua mlinzi na kutumia jicho lake kufungua kulufi. Tesa anamtupa Deck ambaye anajificha. Dek anapanda juu na kumrukia Tesa. Kalask anaachiliwa na kumrukia Tesa ambaye anamchoma na mshumeno. Dek anararua nyaya za suti ya Tesa. Dek anamfanya Tesa angushe Kalask kwa kumpiga na barafu. Kalask anaipasua suti ya Tesa katikati. Kalask anamla Tesa na kunguruma. wanaungana na Dek na kumwangalia Kalask akimjulia hali Bad. Dek na Kalask wanagugushana vichwa kwa heshima. Ghafla Kalask analipuka kwa sababu Tesa alikuwa hai tumboni na akawasha graneti. Tesa anatoka kwenye mabaki, lakini Deck anamchoma kisu na kumuua. Bada anararua kichwa cha Tesa. Baadaye Deck anarudi Yautja na kichwa cha Tesa na kumpa baba yake. Njar bado hamkubali na kutuma walinzi, lakini Deck anawaua. Deck anapigana na Njar anayejificha. Deck anawasha injini ya meli kutenganiza doruma ya mchanga na kumkata mkono baba yake. Anamkamata kwa kifaa. Njar anasema Deck anaweza kujiunga na ukoo, lakini Deck anasema ana ukoo wake. Bad ambaye amekuwa mkubwa anatokea na kumlakichwa Njar. Thea anampongeza Deck. Meli nyingine inatokea na Deck anasema ni mama yake. Hakikisha umesubscribe na kuwasha alama ya kengele ili uweze kutazama videos nyingi zaidi kali kama hii. Asanti kwa kutazama.